Baada ya kususia majukumu yao na kuandaa maandamano tangu mwezi Februari mwaka huu bila mafanikio, wahudumu wa afya kwa wote UHC wameamua kubadili mikakati yao, sasa wakiandamana usiku na mchana. Usiku wa kuamkia leo, wahudumu wao waliandamana kuanzia eneo la Green Park jijini Nairobi na kuelekea katika afisi za Baraza la Magavana na kisha baadaye kupiga kambi katika afisi za Wizara ya Afya usiku kucha. And all we want is permanent and pensionable and we want gratuity.

Have been changed. Wahudumu wao zaidi ya elfu nane wanashinikiza kupewa ajira ya kudumu, kulipwa malimbikizi yao, huku wakipinga hatua ya Wizara ya Afya kuwahamishia katika serikali za kaunti.

Tayari magavana wamejitenga na mpango huo wa wizara ya afya, kuwapeleka wahudumu hao kwenye kaunti, wakisema hawana fedha za kugharamia malipo yao. They almost earn, I think, a third of the salary that the rest of the colleagues earn. That contract is coming to an end next year. We don't see the urgency that is there for the ministry to transfer a contract that is coming to an end in a year's time. Wahudumu hao wa afya kwa wote waliajiriwa kwa kandarasi mwaka wa 2020 ili kupiga jeki huduma za sekta ya afya wakati wa janga la korona. Sasa wanataka kupewa ajira ya kudumu na mishahara yao kusawazishwa na wenzao. La sivyo, wanasema wataendelea na maandamano hayo. Victor Kayanda, Undugu TV.